Ya, tathmini yangu mchezo ulikuwa mgumu japo nilitawala mchezo, nilicheza vizuri na Stella wako vizuri pia, ila kwenye tathmini yangu ni kwamba kocha anatakiwa angalia upande wa pili, maana anaenda ugenini, japokuwa ninaongoza kwa goli moja. Upande wa Simba, nidhamu itumike upande wa wachezaji, tusidharau Stella, wako fiti, wako vizuri, wanapiga mpira Isitoshe, nitakachokifanya mimi upande wa Simba, navyo muomba kocha anatakiwa aangalie wachezaji vizuri, ili waweze kumwa kumheshimu adui. Imecheza vizuri, kutokana na kocha alivyoangalia mapungufu ma, ma, madogo madogo kwa hiyo mechi ya marudiano. Kwa hiyo kocha aangalie vizuri, namna ya kujipanga, kwa namna ya mpinzani wetu amejipanga vizuri kwa hiyo hatua hii inavyofika, kwa hiyo wachezaji naomba wajitahidi ili awamu nyingine waende vizuri. E bana, kwanza naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo salama. Mechi ilikuwa ni ngumu, ila mechi ilikuwa ni na ushindani mkubwa, kila mpinzani amecheza kulingana na nafasi yake, ila cha kwanza kocha anachotakua kufanya, hii ni mechi ya maamuzi. sabu ambazo amezifanya kipindi cha pili zilionyesha kuleta matumaini kidogo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na ninaamini Simba fainali tunaenda na kombe tunabeba. Mchezo ni mzuri, Simba yani anajitahidi, ila mi nachoamini Simba popote anatoboa, hata kule ugenini tunaenda kutoboa. Lazima mwaka huu tuende fainali na tunabeba kombe, tunaleta Tanzania hapa hapa. Ongeza watani wamecheza mchezo mzuri, wamejitahidi kwa kweli, wameperform wamejitahidi na wameonyesha ukubwa wao, japo kwa ni mtani wangu, lakini namtakia kila laheri, na kwa kweli big up kwao, kuanzia benchi la ufundi wachezaji, kwa kweli wamejitahidi, lazima tuwape kongole. Najua hata kama jirani amefanya vizuri, mpe maua yake. Mimi japo kwa ni mwana Yanga, lakini na bado nawapa advantage nzuri kwa sababu wamecheza vizuri. a cha kufanya ni kuwaheshimu, wakiwa nyumbani wana home advantage, ni kuwaheshimu wacheze mpira, watulie, waache papara wana uwezo wa kupita kwa kweli, kwa sababu walichokionyesha ni kizuri, kwa sababu ukiangalia hawa jamaa waliopiga wale Zamalek nyumbani. Kwa maana hiyo, Simba amedhihirisha ukubwa wake barani Afrika kwamba yenyewe ni timu ya namna gani, kwa sababu wamempiga huyu jamaa hapa hapa nyumbani, wakati wao walimpiga Zamalek nyumbani. Kwa hiyo, Simba amedhihirisha ukubwa wake barani Afrika, tumecheza vizuri hapa nyumbani, bado tuna advantage kule ya mtaji wa goli moja Kocha kama kocha, anatakiwa afanye maamuzi yeye. Hii mechi ni open kabisa, fainali tunaitaka, yes, bondeni tunaenda kutoboa kwa mtaji wa goli hili moja. Mwalimu kama mwalimu, anatakiwa atumie plani B ya kuweza kulinda huu mtaji wa goli moja, tunatoboa. Uh, ilo amepambana sana Simba na amepanda matokeo. Uh, ilo kikubwa, kitu kimoja tu anatakiwa, akienda kule kwao, aende akaze mona goli moja sio goli, na namwona Simba akitoboa, na anafanya nafasi kubwa sana ya kutoboa. Sema tu shida moja kwa Simba sawa. So, angalie wale jamaa huko walikuja kwa nia kudifensi, umeona, lakini uzuri Simba kapata goli ni jambo zuri <tuhi>